cha Bwana msalabani kwamba pazia ilipasuka inatupa ili fursa ya sisi kuingia patakatifu patakatifu. Bila shaka sisi tunafanya makuhani, tunaweza kumwendea Mungu bila shaka yoyote, lakini nchi idhihirika waziwazi, nguvu ya Bwana ikadhihirika waziwazi kama ambavyo nasema kwa njia ile, mauti ma maiti za watu waliolala makaburini wakafufuka, lakini nchi ikatetemeka Miamba ikapasuka, nguvu ya Mungu ikatembea katika dunia ya wakati ule. Kifo cha Yesu kikaleta matokeo hayo. Zaidi ya hayo, Yesu mwenyewe, malaika wanasema hayupo hapa, Yesu mwenyewe akafufuka kutoka katikati ya waliokufa, akawa nafsi hai tena. Malaika anasema hayupo hapa, hayupo hapa. Ninachotaka kuzungumza leo, aa, katika ibada hii baada ya Pasaka ni kuangalia matokeo machache yaliyosababishwa na kifo cha Yesu Kristo msalabani, kwamba Yesu alipokufa msalabani nini kilitokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tumesoma akiisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu naambiwa hivi akaitoa roho yake. Sasa katika mstari wa hamsini na moja tunaanza kuangalia matokeo yale, kilichotokea baada ya yeye kukata roho. Baada ya Yesu kufa msalabani nini kilitokea? Ninachokitazama hapa katika mstari wa hamsini na moja anasema na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini; nchi ikatetemeka; miamba ikapasuka; Makaburi yakafundika, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala; nao wakisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakaingia eh, waka mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona wali tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema Hakika huyu alikuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sana nazungumzia matokeo ya mauti ya Yesu msalabani. Nini kilitokea Yesu alipokata roho? Nini kilitokea, na je, kina tafasiri ndani ya maisha yako leo, Mkristo wa kanisa, katika karine hii tulionayo nayo? Bwana asifiwe. Cha kwanza ambacho nakitazama hapa ni kwamba Yesu alipoitoa roho yake, Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka vipande viwili kutoka juu mpaka wapi? Chini. Ina maana gani kwetu? Ukitaka kuelewa hii, rudi huko, Agano la Kale. Katika Agano la Kale kulikuwa na kitu inaitwa madhabahu. Ndani ya madhabahu kulikuwapo na migawanyiko, pazia lilitenga mahali pa patakatifu na patakatifu papatakatifu. Sasa mahali huko katika madhabahu kulikuwepo mahali ambapo wanatoa sadaka ya kuteketezwa, na aliyekuwa na ruhusa ya kuingia patakatifu patakatifu alikuwa kuhani peke ake. Pamoja hayo ndio maisha ya Agano la, la Kale. Kwa hiyo, na huyu kuhani anapoingia kufanya kazi huko anafungwa kamba na anavalishwa njuga akiwa anaendelea kuhudumu huko ndani ya patakatifu pale, ile njuga inakuwa inalia, wanajua angali hai. Maana ukienda hovyo hovyo hawatoki na ile kamba. Sasa kama atafia huko, itamsaidia maana hawezi ingia huko, auruhusi kuingia. Ile kamba inawasaidia hao walioko nje wasiposikia njuga inalia. sasa hata nikisema njuga siku hizi si kama watu wanaelewa njuga Awipa pa kuheshimika pa mahali pa uwepo wa Mungu na ni mahali ambapo Mungu alikuwa anatoa msamaha wa dhambi kwa kumtumia kuhani peke yake, mtu mwingine yote haruhusiwi kuingia mahali pale. Sasa kitendo cha Yesu kufa msalabani na pazia kupasuka vipande viwili juu mpaka chini, Yesu akatengeneza ukuhani kwa kila mwongofu kwamba una ujasiri na uwezo wa kuingia patakatifu patakatifu kumwendea Mungu moja kwa moja, wewe mwenyewe kama mkristo mwongofu. Sasa ikatokea baada ya pazia ya kupasuka, kwa sababu Kristo akafanyika sadaka mara moja kwa ajili ya wote, ik pamoja. Naomba unielewe vizuri hapo, kwa maana ya kwamba mkristo wa Agano Jipya ana ujasiri wa kumwendea Mungu, ana ujasiri wa kubeba hoja zake mwenyewe, sio kupitia mchungaji, sio kupitia kuhani, sio kupitia mzee wa kanisa, kwamba ipo fyuza. Pazia limekatika vipande viwili na limeondosha mgawanyo wa patakatifu na patakatifu apatakatifu. Tuna muda wa kumwendea mungu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. ilikuwa nafasi ya kurejeshwa katika uhai, ah. Jamani, kama kuna Pasaka nzuri hiyo. Nguvu ya Mungu ikadhihirishwa kutokana na kifo cha Yesu, alipokufa nguvu yake ikadhihirika, kila mmoja wao, nchi ikatambua, miamba ikatambua na makaburi yakafunuka, watu wakatoka wakiwa namna gani? hai hai! Huyo ndiye Mungu tunayemzungumza. Ipa nguvu watu wa Mungu, nguvu ya ajabu. Kuna uweza wa ajabu katika Yesu Kristo, katika mauti ya Yesu Kristo, inaweza kuwaleta hata walokufa kaburini. Zaidi ya walokufa hata yeye mwenyewe, katika siku ya tatu Yesu akatoka miongoni mwa waliokufa akawa haitendangu Bwana asifiwe, akatoka miongoni mwa walokufa na yeye mwenyewe akawa nafsi hai. Watu wanafanya maneno ya uongo wongo -wongo, wakasema hey. Wamesikia wamefufuka, alafu hey. Wanasema, wanawambia walinzi, eh. Rushwa jamani, alijaanza leo, kasema tutawapeni hela, semeni kule mjini tulilala, watu wamekuja wakamchukua. Hasa uongo wa mchana mchana, unakubali tu. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kutembea na maneno ya uongo, yana mwisho. Utafika wakati tu mambo yatakuwa bayana na unashangaa. Simama kwenye kweli yote siku zote, achana na uongo, achana na, na masingizio, achana na mambo ambayo ni ya kutungatunga tu <coughs> hayata kufikisha mahali. Utafika mahali utagota, utafika mahali itakuwa aibu na itakuja kwako kwa, -kwa, kwa faida zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ya mwana ikafanya hayo, licha ya wale wanafikiri, lakini Yesu akafu, akatoka katikati ya waliokufa. Yalikuwa matokeo ya mauti yake, ikaleta ufufuo. Nchi ikatetemeka, makaburi yakafanyaje? Yakafunuka na miamba ikapasuka, na hekalu, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Hii ndio tunapoizungumza Pasaka na mauti ya Yesu. Kuitazama nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya Kristo tunaona faida ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ipo.